Moto ulipokuwa umewaka huku, alikuwa amechoma takataka. Sasa kwa sababu nesi alikuwa na zamu ya kwenda usiku, akawacha watoto wawili, binti wa kazi na yeye na mtoto mdogo, na mtoto wake yuko chekechea. Sasa akawambia kwa sababu sipo, mlale mapema. Wenyewe wakaingia chumbani, wakawa tayari wameshalala. Sasa wakati wamelala, kumbe moto huku umepulizwa na no, upepo umeshashika huku, baadaye wanaona ndani, mbona panakuwa joto kuangalia moto uko dirishani. Sasa bahati nzuri walikuwa na simu, ndio wakanipigia nyumbani, mimi nikanyoka nikaja huku. Basi tukaendelea kufanya mawasiliano na majirani, basi tukasema tupige namba ya zimamoto kumi na tatu kumi na nne. Walipopiga sasa, ndio majirani wakawa wamekuja, tumefuata mpaka kule barabarani, wamekuja kufika pale njiani pancha kwa hiyo ikawa imeshindikana, basi tukaanza kuvunja na kutoatoa baadhi ya vitu, basi vitu vingine vimeokolewa na vingine baadhi tu vikawa imeteketea, kwa sababu shida kubwa hapakuwa na maji na hata namna ya, ya, ya kuzima moto ilikuwa hamna, hata mchanga, kwa sababu moto ulikuwa umefuata kofia zile, mbao za kwenye kofia juu, kwa hiyo hata kufikia kule ikawa ikawa ikawa, ikawa vigumu. Kwa hiyo baadaye ndio nesi mwenyewe kabidi aondoke kazini aje, amekuja ndio amekuta tumeanza kuangaika, tumeangaika baadaye, basi ndio vilivyoweza kuokolewa basi vimeokolewa, vilivyoshindikana basi, wote ha, wamenusurika. Kwa hiyo baada ya kunusurika, basi mimi nilipopigiwa simu nikakimbia kuwahi kwanza watoto, kwa sababu nikafikiri labda wako ndani, kuta tayari wameshatoa wameshatoka. Basi tukaanza kutoatoa vitu na kupigia simu sasa watu walioko kule kijijini, kwa sababu hata ukiangalia hapa miji iko mbalimbali sana kwanza, ilikuwa kidogo ni mbali kidogo, kitongoji chetu ni kikubwa, kwa hiyo nikatua kidogo kutoka kule center kufika hapa. Nilipata taarifa, nilipigiwa simu haraka sana, nilifika hapa tukakuta moto umetanda juu, lakini tunashukuru Mungu, tulikuta majirani tumesaidiana kuvunja kuvunja kufunja dirisha, tukaokoa baadhi ya vitu na kuzimisha umoto. Nimemaliza kazi, nikakabidhi ofisi, nimerudi nikakuta moto unawaka juu, kajua labda miti, lakini kusogea ndo nikakuta majirani wanasaidia kuzimisha. Wito tumepokea kwenye muda wa saa nne kama dakika thelathini thelathini na nane mpaka arobaini na mbili ndio tumepokea wito. Kwa hiyo hapo tumekuja kufika mpaka mpaka tunafika hapa tukio tume fika hapa saa tano dakika ishirini na tatu kwa hiyo tumefika hapa, kwa hiyo tumekuta hali ni mbaya, lakini kwa kuuza baadhi waliokuwepo, pia ukasema moto kidogo umeanza muda mrefu kidogo, naona mpaka jipsambodi imeungua, maana yake huu moto ulikuwa umeshaanza muda kitambo. Chanzo cha kwanza kabisa ni nje, kwa uchunguzi wa awali ambao tumebaini kwa muda tulokuwa hapa, eh, kichungua cha kwanza kabisa sema ni upande wa vyakula ni kuna mpunga kuna mchele pamoja na mahindi kwa maelezo yake, na ambayo tumeshuhudia hapo chini. Kwa vyakula ni hivyo, lakini kilichoungua kingine kwenye vitu vya samani, nazungumzia kuna vitanda kuna vitu vingine. Anasema mwenyewe kulikuwa na madaftari ya watoto, documents za ofisi, kulikuwa na sahani, bakuli na vitu vinginevyo pia vimeweza kuungua. Kwa hiyo lakini hivyo bahatika kuvitoa, viko pale nje, nafikiri umeviona kuna, kuna baadhi ya milango imebahatika kutoka ikiwa salama. Kuna magodoro, kuna neti na baadhi ya vyombo vingine, pamoja na chombo kingine nafikiri mtungi, ni, ni mtungi mdogo wa jiko la gesi, tunasema ile stove ya gesi, ndiyo yenyewe pia imeungua, lakini mmoja umebahatika kutoka salama. Unapokuwa na mkaa, maanake mkaa hauzimi kwa haraka, ila kali, unapopigwa hewa ndio unavozidi kushika. Ndio maana nasema unavozidi kuona bati nzuri tunauona hapo uso kwa uso, kwamba huo mkaa ili uweze kuzimika, maana yake mpaka uishe, kama tuweze kuuzima. Na kwa sababu kwa sasa hivi tunatafuta njia mbadala ya kuweza kuuzima, maana tuko mpaka sasa hizi kwenye eneo hili, kwamba tunatafuta njia nyingine mbadala ya kuweza kuuzima. Kama unavyoona maji hayatoki, kwa hiyo maana yake tunatafuta njia ya kutafuta maji kwenye visima tuweze kuja kuzima moto huu.